Yeah. Uh, Cox amekuja winga, yeah. Mwenye tuzo <laughs> alikuwa anapata harufu ya ngamia kwa mbali ukaliakoa hapo kafumilia. Nikaona kama amejipitisha kama ndugu yangu vipi, akala bwana, ndugu yangu umekuja hapa kwa ajili ya kupata supu huyu ngamia, nisipomla leo tamla lini tena? hawezi kukosa ukombe Angamia, aox amekuja kujumuika na sisi, vana Cox, karibu tayari. Na kwa ndugu yangu. Asante ndugu yangu. Maumivu bado ninayo lakini, ndani unaona, sababu maumivu ya kombi ninayo, jamani, hata atangamie nisionje

Acha nijifikirie kama zikifika kumi ndio akitamka sawa. b nimekosa kombe, nimekubali, lakini nimeona nisikose na supu ya ngamia. si kula ngamia ndio nimekuja, ndugu yangu Ali hapa nipate supu ya ngamia kidogo, supu tu <coughs> una supu nyingi, sukunaa kuku kua a mbuzi ya ngamia nd na numbai sahiviombe mchukue na ngamia mle wenyewe. alisema kwamba ilikuwa ndio ajenda yao kwa wamfanikiwa anapongeza Yanga, Yanga kwa vizuri, wana uchungu na timu. Mimi nimefurahi, mnaona mmeteleza wapi nyinyi? Ah, watu cho hata kama wana mnaonaje mbali kama tusamie, ndugu yangu Aisha akanambia, anasikiliza mashabiki. Unajisikiaje unavyoitwa Viola?

inauma sana uh, mashabiki wa Simba wenyewe bado wanatubu kwa wana na kiera a unawausi lakini, huu ni mwanzo bado. Jana katika press yako umesema kwamba bado sherehe hazijaanza. sherehe hazija, hata leo tumewaambia hii ni dua tu, sio sherehe. Sherehe zinakuja. Leo ni dua tu Sh, sio sherehe. Sherehe zinakuja. Sasa safari tutasherehekea sana msimu jana. tutasherehekea sana msimu jana kwa bado hii ni shaka, ni dua tumefanya tu, sio sherehe ah. dua ndio, sherehe ndio inakuja sasa hapa... osherezi kishafika sasa, hiyo ndo mtamta mtaelewa. Wako hivi hivi, unajua Ali sura hizi kawaoniwahuluma ikifika mwezi wa tisa hapo, wanahitaji tutumwa tena <laughs> tunawashona vizuri hapo, ili wapate uchungu wakienda kusajili wasajili wachezaji mpaka sisi Yanga, sasa hivi mchakato umetuboa, yaani hamna ushindani tena. Wapunja kuni hao bwana. Wapunja kuni. Wewe, kwa mfano simba sasa hivi ukiwauliza tathmini ya kikosi chao kuanzia namba moja mpaka namba kumi na na moja, anatoa kasoro kila mtu mbovu, sasa kausajili eewe. Kwayo sisi pia Yanga nataka ushindani hili, hili kiitwa dabi Baka, naenda masiara masiara, Liverpool na Everton. Apika mfululizo mpaka tafika sumalangatia, ushambuliao jiiyao ndio safu bora ya ushambuliaji katika timu zot ote. Ajua ndugu zanguni, ndo mambo hayo. Takwimu wao, kenda kusajili mchezaji kwa takwimu, ndo tapewa janchalewa <laughs> <laughs> kama anaja naye hamna, sio kujenga timu bwana, kubali tumechemka. Tumechemka timu timu tumechemka tu sema machano. Uh, uh, uh, uh. Machano bwana, kwa tuhoa kujenga timu tu Simba msimu huu tumechemka, na hawa jamaa wanawake kuongea chochote. Baba yetu mwenye gorofa yake, na tumetoa ombi, tumetoa ombi kama watahisi wa nafasi ya kujitetea, muda bado upo, Singida anaweza akarudi, wakaenda wao Zanzibar. Yani kama wanahisi kama hii ya juzi eh, na Singida etukatili wewe. Ilikuwa eh, tunafikisha mara ya sita mfululizo Jumapili. Yani Singida sio ilikuwaje ile soa kampindua chemaloni siku ile, yani Singida angetuachia mtu wetu mwaka ungekuwa sita, ndio naye bahati mbaya akatoka. Ila kama wanahisi bado, wamwombe Singida wao waje. shukrani bwana. Karibu sana.